Habari, leo limeandika mimi ni suluhu ya mengi. Bwana, ndio maana mashairi rhyme kama mimi suluhu e, ya... ya mengi. Eh, mimi ni suluhu ya mengi. Eh, ni kauli ya mgombea rais kupitia Chama cha Mapinduzi, Daktari mm -hmm. Samia Suluhu Hassan asema bilioni 245 kudhibiti mafuriko Rufiji mm -hmm. lakini hekta elfu 13 kunufaisha wakulima vijiji kuimarishwa, kuvuta vijana, lakini pia kutakuwa na upanuzi barabara ya Kongowe Mkuranga wanukia. Ah, ile barabara imebana, kuna ajali pale ya Mkuranga, barabara kutoka Kongowe kwenda Mkuranga mm, kwa sababu kwanza kuna down pamebanan pakufinyo magari mpaka igari unakutana nayo wewe, ni bonge la barabara sana sana. Magari, yani mpaka yani mwisho, mwisho tena ianzie rangi tatu hapa Mm, exactly, tu, tuanze rangi tatu hapa hey, ma moja kwa moja iende mpaka Mkuranga. Atajua hey. Lakini ifike Mkuranga, Yen, atajua kabisa.